Sijui ni kitu gani ambacho siku moja Diamond Platnumz atakuja kukifanya kikamfurahisha DC wa Instagram Mwijaku. Yes, of course mara nyingi Diamond Platnumz amekuwa akifanya vitu vingi sana vizuri kwenye jamii. Japokuwa sometimes naye anazingua as binadamu najua, siku zote anakuwa na upande mzuri na upande mbaya. Sasa siku ya jana ikiwa ni siku moja kabla ya kusherehekea siku kuu ya Idd, Diamond Platnumz alitoa mkono wa Idd pale viwanja vya Leaders Club jijini Dar es Salaam na alitoa zawadi mbalimbali ikiwemo pesa lakini pia mchele na vitu vingine kwa watu mbalimbali wenye uhitaji. Sasa DC wa Instagram Mwijaku ambaye amekuwa ni mmoja kati ya watu ambao wakimponda sana Diamond Platnumz japokuwa eh, amekuwa kila shavu mbalimbali kutokana na products za Diamond Platnumz au michongo ambayo inaratibiwa na Diamond Platnumz, ameandika ujumbe kupitia ukurasa wake wa Instagram pale kwenye Insta Story, akimponda kwamba Diamond Platnumz ametoa shilingi elfu kumi tu na mchele kilo moja, which ni kitu ambacho kwa status ya Diamond Platnumz utakiwa kufanya hivyo kupitia Insta Story yake Mwijaku, kwa ameandika kwamba mwambino, umekusanya watu leaders, umewapa elfu kumi na kilo za mchele eh, ukahisi ndio umetoa Zakatul Fitri eh, eh, umejidanganya. Ni sawa na kutwanga maji kwenye kinu. Idul Fitri ni kilo mbili na nusu, kisha unatoa na elfu hamsini ya viungo. Umeelewa bana. So Mwijaku anasema kwamba Diamond Platnumz ilipaswa atoe shilingi uh, shilingi elfu hamsini kwa watu lakini pia atoe mchele kilo mbili. Lakini of course Diamond Platnumz ilipaswa wapongezwe kwa hiki ambacho amekifanya, kwa sababu si wote ambao wana uwezo wanaweza kutoa kwa watu. Kuwa na kitu ni A, lakini pia kutoa kwa watu wenye uhitaji ni B. Hivyo Diamond Platnumz anapaswa kupongezwa kwa hili, lakini as you know mmoja wako amekuwa ni mtu ambaye yuko negative sana kwa Diamond Platnumz, pengine ni upande ambao yeye kauchagua, ameamua kumwasha kidogo <laughs> Diamond Facebook na Twitter inapatikana kama Rick Media TZ kwa ajili ya kupata update kila siku.